Wahadhiri UWASU na ule wa wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma KUSU sasa unasema watarejea kazini endapo tu watalipwa asilimia 80 ya malipo na serikali. Wahadhiri hao waliogoma kwa siku ya 48 hii leo wamesema endapo serikali itawapa pesa hizo, basi watasubiri asilimia 20 iliyosalia. Hata hivyo, kama Wili Lusige anavyoarifu, serikali nayo imesisitiza kwamba hilo halitowezekana. Mgomo wa wahadhiri wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma nchini umeingia siku yake ya 48 na kuendelea kutatiza masomo ya vyuo vikuu vya umma nchini. The education committee, miungano ya uasu na kusu inayowakilisha wahadhiri na wafanyikazi ikifika mbele ya kamati ya bunge ya elimu, msimamo wao ukiwa ule wa shilingi bilioni saba nukta kenda the to prevail upon IPCCF, Minister of Education and the National Treasury To release the billion at once. Kamati ya bunge ikiitaka serikali kuwajibika na kueleza ni kwa nini imefumbia macho mgomo huo uliosambaratisha masomo ya maelfu ya wanafunzi key Move on. Ila wizara ya fedha na ile ya elimu kwa pamoja zikisema kuwa serikali iko tayari kulipa malimbikizi hayo, ila kwa awamu mbili wahadhiri wakilegeza kamba kwa msimamo huu, ila sasa wakisema watarudi kazini tu endapo watapewa asilimia themanini. Macho yote sasa yakielekezwa kwa wahadhiri kuona ikiwa tasalimu amri wakati ambapo vyuo zaidi vimewatuma wanafunzi nyumbani. Dalili ya mvua siku zote ni mawingu, na moshi ni ishara ya moto. Ni wazi kwamba sasa huenda mgomo wa wahadhiri ambao umewaathiri maelfu ya wa wanafunzi ukakamilika. Wili Lusige, Runinga ya Citizen, Bunge.